Wakoloni wa Kijerumani na wakoloni wa Kiingereza wamekaa Tanganyika hapa miaka sabini na tano, Wajerumani wamekaa miaka 35, wakajenga reli kwa, kwa kichapo bila malipo. Kiboko tu, nabeba matarumu unapanga. <laughs> Waingereza wamekaa miaka 40 wametumwa na Umoja wa Mataifa wa eti watuendeleze ili tujitawale. Miaka saa arobaini ya Waingereza wametuacha na injinia wawili Tanganyika, injinia wawili. Nchi isiyokuwa na barabara una injinia wawili, hakuna daktari hata mmoja. Walikuwepo madaktari wa kutoka Pakistan na India na walikuwa Dar es Salaam huku Katoro nani arete daktari? Huku wakina mama walikuwa hawajifungui, huku walikuwa wanazaa. Kujifungua mpaka upimwe, lakini kuzaa, unazaa kama ndama tu, ng'ombe anazaa ndama. Ng'ombe ulimuona wapi ana kliniki? Hiyo ndio hali waliotuacha nayo. Walituwacha, hatuna barabara. Anakuja mtu tena hajafikisha miaka thelathini au arobaini anawaambia hakuna maendeleo, hakuna maendeleo. We, uliwahi kutembea kwa miguu kwenda Shinyanga, kutoka uliwahi kwenda Mwanza kwa barabara? barabara ilikuwepo. Hakuna maendeleo? Siku nyingine akija, muulizeni, hebu tueleze hivi kwako, kwa, kwa, maendeleo ni kitu gani? Maana inawezekana anazungumza kama kasuku, maana kasuku huwa ana kariri tu, haielewi hata maana ya maneno anayosema. Ndio wanasiasa wapya. Sisi tumejitawala, tulikuwa na mtu msomi mmoja tu aliyemaliza masters, anaitwa Julius Nyerere. Ndiye ameandaliwa na wakoloni kwa miaka sabini na tano. Leo wala sio Tanganyika. Nilikuwa namuuliza leo mkurugenzi wa wapi pale, tulikuwa Bukombe asubuhi, anasema mimi hapa na injinia kumi na wawili, nasema wewe ni tajiri zaidi kuliko Tanganyika ya mwaka sitini <laughs> maana sisi tulikuwa na injinia wawili, wewe unao kumi na moja. Namuuliza madaktari, anasema wengi tu. Sisi tulikuwa hatuna daktari. Hiyo ndio nchi tuliyorithi. Leo ukiwa hapa Katoro, unaweza kwenda mkoa wowote wa, wa Tanzania kwa rami? Ni uongo. Rami iliachwa na wakoloni hapa Katoro? <laughs> ungeitoa wapi rami? ilikuwa ilikuwa inatoka Dar es Salaam mpaka Morogoro kwa sababu kulikuwa na wazungu wanalima mkonge pale. Ilikuwa inatoka Tanga mpaka Korogwe kwa sababu kuna wazungu walikuwa wanalima mkonge pale Korogwe, na wazungu walikuwa na na na kawa nalima wakalima kibarabara cha wazungu wao wanatoka mashambani wanawahi nyumbani. Ndiyo nchi tuliyorithi kutoka wakoloni. Unapita hapo unawaambia hamna maendeleo, hamna maendeleo. Wewe ni kasuku, unazungumza mambo bila utafiti. Uelewi nchi hii tumeitoa wapi? Umesoma chuo kikuu, si tumechukua nchi hii, hapakuwa na chuo kikuu. Chuo kikuu kimechangwa na wazee wa huku Geita senti hamsini hamsini kwenye kikopo. Nasema wa Geita kwa sababu Geita ilikuwa kali sana wakati wa kudai uhuru na watu wetu kutoka Geita walikuwa walichachama. Na Provincial Commissioner wa Uingereza akaifunga TANU ya Geita, lakini siku alipoifungua waliingia Mwanza kwa mitumbu, hapakuwa na boti ya kuvuka kwenda kumwambia umetufungia lakini umefungua sasa, tumerudi tupo. Hiyo ndiyo nchi tulioirithi. Wewe unapita unawaambia watu hamna maendeleo, hamna maendeleo. Wakija tena muulizeni, maendeleo ni kitu gani? Tusomeshe, hajui kitu. Tumejenga vi, tumejitawala, hatuna chuo kikuu. Chuo kikuu cha kwanza cha nchi hii kimeanzia Lumumba kwenye majengo ya TANU kikiwa na wanafunzi kumi na wane, yaani tulimzidi Yesu Kristu kwa wanafunzi wawili. Leo <laughs> tuna vyuo vikuu kumi na moja vya serikali kumi na mbili vya serikali, ukiweka na vya mashirika tuna vyuo vikuu arobaini. Ndio maana vijana wanasoma wengi sasa unasema hawana kazi. Ni kweli, lazima utafute jibu, lakini unafanyaje? Unapata kazi kwanza ndio unawasomesha au unawasomesha afu unaunda kazi? Maana maendeleo yanazaa matatizo mapya. Ukiwa huna barabara kama hii, hakuna mtu anagongwa na gari. Ukiweki ikawa nzuri, watagongwa, afu mtafanya mkutano, tuweke matuta, ajenda mpya baada ya kuweka barabara nzuri. Ndivyo maendeleo yalivyo. Kwa hiyo nawaambia ndugu zangu wa Katoro, sisi tunasimamia mambo manne: umoja wa taifa letu, tunasimamia amani ya nchi yetu, tunasemea uhuru wa kweli na tunasimamia maendeleo ya wananchi.